Bwana, ajali, ajali, ajali Chilonga. Eh, leo hii tarehe kumi na moja ajali bwana hapa ya Tanzania, na ajali tatu zimetokea zimegongana hapa o kama hivyo bwana. Chilonga mission, Chilonga mission, Chilonga mission soko jamani, mdogo mdogo jamani, mdogo mdogo. Hali si shwari Chilonga, kama mnavyoona hapa. Deva pia mkuta, sijui kama itakuwa iko hai au la, ila ndio hali halisi jamani. Chilonga, Chilonga, Chilonga, eh bwana jamani, mdogo mdogo jamani, mdogo mdogo jamani. Hali si shwari hapa, kuna noma imetokea hapa leo hii tarehe kumi na moja. Leo hii tarehe kumi na moja.